Rais wa Marekani, Donald Trump, amemfuta kazi mkuu wa wakala wa usalama wa kimataifa NSA na kamandi ya mtandaoni ya jeshi la Marekani, Jenerali Timothy Haugh, katika hatua inayodaiwa kuchochewa na shinikizo la mwanaharakati wa mrengo wa kulia, Laura Loomer. Taarifa za kuondolewa kwa jenerali huyo kutoka wadhifa huo zimekuja siku chache baada ya mkutano kati ya Rais Trump na Loomer, mkosoaji maarufu wa sera za serikali na mtetezi wa msimamo mikali ya kihafidhina. Haijabainika rasmi sababu za kufutwa kazi kwa jenerali huyo, lakini vyanzo vya karibu na Ikulu ya Marekani vinaeleza kuwa huenda uamuzi huo umechochewa na maoni ya Loomer dhidi ya watendaji wa serikali wanaodaiwa kutounga mkono ajenda za Trump. Kwenye ujumbe aliochapisha katika mtandao wa kijamii wa X zamani ukijulikana kama Twitter. Loomer alimtuhumu Jenerali Haugh na naibu wake wenno kuwa si waaminifu wa kwa Rais Trump, akidai kuwa uaminifu huo ni hitaji muhimu katika utekelezaji wa ajenda za utawala wa sasa. Vyombo vya habari vya Marekani vimeripoti kuwa Noble pia ameondolewa katika nafasi yake, ingawa bado hakuna taarifa rasmi kutoka Ikulu kuhusu mabadiliko hayo. Hatua hii imeibua mjadala kuhusu mwelekeo wa utawala wa Trump katika kipindi hiki cha pili, hasa katika suala la uaminifu wa wafanyakazi wa serikali kwa rais na sera zake. Wakosoaji wanaonya kuwa kuondolewa kwa watendaji wakuu kwa misingi ya tofauti za kisiasa kunaweza kudhoofisha taasisi za serikali na kuathiri utendaji wa washirika nyeti kama NSA. Katika taarifa yake ya awali kwa vyombo vya habari, Trump alieleza kuwa hata sita kuwaondoa madarakani wafanyakazi wote wa serikali ambao watakwamisha jitihada zake za kukuza uchumi na kurejesha nafasi ya Marekani kimataifa. na nukuu, hatuna nafasi ya kupoteza kwa watu wanaotukwamisha. Tunafanya kazi na wale wanaounga mkono ndoto yetu ya kuifanya Marekani kuwa imara tena. Kwa mujibu wa wachambuzi wa masuala ya kisiasa, tukio hili linaweza kuwa mwanzo wa msururu wa mabadiliko ndani ya taasisi za serikali ya Marekani, huku Rais Trump akijaribu kuunda timu anayoiamini itatekeleza kwa ufanisi dira yake ya uongozi.